Halo, mambo vipi, mambo vipi watu wangu, huyu ni presenter Envoy, ama ukipenda the senior presenter mwenye, na siku ya leo niko na mashabiki waka waspoti hapa hivi, ama ukipenda wapenda kandanda hapa hivi. Tuko na wao moja kwa moja na nitazungumza na wao, wanieleze uh, mambo ilienda aje weekend jana, ama mambo ilienda aje Uh, kupitia mechi zilizochezwa jana hapo hivyo, na kuna shabiki wa kwanza hapa, nitazungumza naye niambie, uh, mambo yaliedaji kwa upande wake na anashabikia timu ipi. Mambo vipi bro, uko aji? I mean, hadi uh, pia mwenyewe niko fiti. Unashabikia timu ipi pale kwa EPL? Manchester United uh, alafu pale Manchester United mambo ilikuendaje? Uh, game ya jana ilikuwa fiti, lakini tulidraw. Mhm. Uh, ya hapo yeah, yeah, fiti ehe. Pale upande mwingine niko na kijana barobaro baro. Mambo vipi, uko aje? Ehe, hadi pia mwenyewe niko best. Mm. kwa upande wako unashabikia timu ipi man? Mm-hmm. Yeah. Yeah, Man City pale, mambo mlikuwa mulikuwa mna expect aje na ilikwendaje? Wow, jana tuli expect win. Mhm, mm ya kabisa kabisa hapo. Mnaona next game basi mtawin, si ndiyo? Yeah, right. Mm. lazima lazima mvunje shingo hapo sana. Ehe, pale upande mwingine niko na shabiki shakiki. Aha, mambo vipi? Mambo shwari, mimi niko fresh. Ehe, kwa majina waita nani sasa wewe? Bazu hapo fiti. Alafu pale upande wa APL, au unashabikia timu gani? Si kawaida, mimi nashabikia timu kubwa Arsenali bana. Arsenali wale ndovu kuu bana, ndovu ni kuu mnasema ndovu ni kuu, amshudili na timu yoyote ile pale sasa, amtambui, amtambui yoyote ile, mnavunja shingo tu, si ndio? Ona Arsenal sasa mnasema kikombe ni yenu. Kikombe ni yetu. Next season tulinusa, lakini hatukuchukua kikombe, lakini huu mm, mm hmm, mwaka kikombe ni lazima tuwe kwenye na hapo fiti. Mambo ndio hiyo, msikilizaji na mtazamaji wa kwangu pale. Uh, hawa ni mashabiki wa timu mbalimbali ukiwaangalia hapo hivyo na mambo ilikwenda venye wamesema upande wa kwao, na wikedi ile imekuwa jema. Tutazidi kuangazia na kuzingatia zaidi kujua mambo iko aje upande wa EPL mpaka tamati. Mi wako nite, a Presenter Envoy ama ukipenda the Senior Presenter na ukiniita Kennedy Wakemadhi, mambo itakuwa shwari kabisa. Na niwakumbushe pale upande wa Facebook mnifuate kama Presenter Envoy na pale upande wa YouTube nifuate kama Presenter Envoy na upande pia wa TikTok niko Unifuate kama presenter envoy. Usisahau pia kusubscribe pale upande wa, uh, wa uh, YouTube na pia kushare na kulike na kukomenti na mambo itakuwa shwari kabisa. Niwatakie uh, wiki jema yenye fanaka, uh, na baraka zake Mungu awazindishie na awafanikishie wiki yenu. Asante sana.